zangu waislamu, awali ya yote tuendelee kushukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo tuna swali Idi, siku ya furaha kama alivyosema Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, liswa'i min farhatan, mfungaji anazo furaha mbili. Moja ya furaha ni pale atakokuwa amefungua, kama leo, siku ya leo kama mtume anavyosema, ni haramu kufunga hata kama unaona kufunga ni ibada leo ni haramu kufunga. Lakini furaha ya pili siku ambapo utakutana na mola wako katika malipo atakayokulipa. Ndugu zangu, itakullah, itakullah taala, tumche mwenyezi Mungu, mwenyezi Mungu ambaye hali ya kuwa ametukuka. watafakaru fisu Tutafakari sana uwepesi unapopita kwa mchana na usiku. watadhakaru bidhalika qurbu intiqalakum min hadhihi dunya, na tufikirie sana jambo hilo, ule ukaribu wa kuhamishwa sisi kutoka katika hii dunia. watazawadi miswalila amali tuzidishe, tufanye zawadi tuzidishe, matendo mema. hala bikum shahr ramadan mwezi wa Ramadhani almubaraka, mwezi ni wenye baraka, bikhairati ni wa barakati, kheri zake na baraka zake <tip>

Tuletea amani katika nchi yetu. Amin. Tuletea utulivu katika nchi yetu. Amin. Na saumu samu zimefunga. Tupokea dua zetu. Sala zetu. Amin. Wagonjwa walio kwa walioko mahospitalini wenye shida, wenye shida zao. Amin. Wenye matatizo, wenye matatizo zao, na tunakuomba mvua hiyo ya kheri, itoe madhara kwa baraka zako na baraka za mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kwa niaba ya serikali ndani ya wilaya Nishukuru pia kwa dua ya kuliombea taifa letu. Amin. Taifa ambalo kwa sasa linaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani. Nashukuru sana kwa dua hiyo kwa ngazi yetu ya wilaya. Ndugu zangu, sote tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na sote tunazifahamu faida za mwezi huu wa Ramadhani. Faida kwa kweli ni nyingi ambazo tukianza kuziorodhisha hapa basi masaa mengi sana lakini, kwa kifupi tu, ndugu zangu, sote ni mashahidi kwamba faida za mwezi wa Ramadhani ambao tumeumaliza, mojawapo ni kusamehewa madhambi ambayo tunatenda, lakini pia kutusaidia kwa wakati huu kujirekebisha, ili kwa muda mjao basi tuweze kuendelea kuishi katika hali ya utulivu na amani.